Kwenye hizi video mpya ambazo Sishikiki ameweka kwenye peji yake ya Instagram, ukimwangalia ni kama mwonekano wake umebadilika kwa maana ya pua, sura. Pia ukiangalia e, kuna vitu naona akavibadilisha. Na nafikiri wengi wanadhani amefanya surgery kwa sababu ukipitia hata kwenye comments pia watu wanasema hivyo. Ya, ukiangalia hii ni pua ambayo imefanyiwa marekebisho kidogo, sio ile ya muonekano wa mwanzo. Na ukifahamu pia, Sishikiki ni mtu ambaye anasema mara zote anaupenda sana mwili wake, kwa hiyo kufanya vitu kama surgery sio kitu ambacho unaweza kadhani atajiuliza mara mbili. Nakumbuka pia nimefanya naye interview mwaka jana, tuliongea vingi sana. Na moja ya mambo makubwa ni kwamba mwili wake ni mwili ambao anaugharamikia sana, amewekea mpaka bima ya maziwa yake kwa sababu anayapenda sana. So, nafikiri uh, ukimwangalia hapa utagundua kwamba kuna mabadiliko makubwa kulinganisha na picha zake ama video zake za mwanzo. Ndio maana watu wengi pia wanafikiria kwamba amefanya surgery. Nataka nikuonyeshe reaction ya watu kwenye hii video ambayo nimekuwekea hapa. Huyu mmoja ameandika, mlikuwa mnamcheka wenyewe, ana pua mbaya kama jogoo, sasa hivi mnasema tena. Ila waja, nilichojifunza hutakiwi kuwasikiliza wanadamu. Mwingine ameandika huyu mwingine kwa comment ameandika kwamba what happened because it's giving Michael Jackson vibes Michael Jackson nakumbuka no pia alifanya upasuaji kurekebisha sura yake pua vitu vingi alifanya I love this pink sweet it's giving Barbie doll Uh, mwingine ameandika kwamba of course kuna watu wengine ambao wanaandika comment mbaya, na siwezi nikazisoma hapa, lakini kwa muonekano huu, nafikiri hata wewe utakubali pia amefanya upasuaji kurekebisha pua yake, kuiweka vile ambavyo anataka. So niambie, unadhani anaonekanaje ukilinganisha na muonekano wake wa mwanzo? Eh, what do you have to say hapo chini kwenye sehemu ya comments, lakini pia nikukumbushe kusubscribe hapa SNS, kwa taarifa nyingine kila wakati.